Wanaandikia Wakorintho wanasema, ndugu, neema na amani kutoka kwa Mungu baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo ziwe nanyi. Anatoa baraka kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ametupa neema. Neema ni nini? Kwa Kiingereza tunasema neema is grace. What is grace? Grace is unmerited love. Ni upendo ambao sistahili kuwa nao, lakini Mungu amenipa na sote kweli, Mungu ametupenda ile kutuumba yenyewe. Unajua, Mungu anakuanga self contained, hakuhitaji wewe, hanihitaji mimi, but love is, love is very giving, it's self giving, inajitoa. Kwa hivyo yeye akaamua kutuumba, sio kwa sababu alikuwa na haja na sisi sana. Mungu hana haja na sisi, lakini upendo, upendo unapenda kujitoa na kwa hivyo ndio sababu akatupa hiyo neema akatuumba, na huo ni upendo. Na kwa sababu Mungu ametupenda kiasi hiki, lazima tumtolee shukrani. Alafu wanasema neema na amani. Amani ni nini? Amani tunasema mara nyingi sio absence ya vita na mambo kama hayo. Amani ni kujua kwamba kunaye ambaye anakupenda ambaye ni Mungu wa vitu vyote na ambaye hata kuwe na nini upitie mambo magani, huyu Mungu bado anakupenda na anatembea na wewe. Kwa hivyo basi, tumrudishie huyu Mungu shukrani ambaye alituumba licha, akatuumba ya kutuumba, tunaambiwa kwamba alitutumia huyu bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuja akatukomboa na akatupa amani kwamba yale yote ambayo tunayapitia katika maisha yetu, huyu Mungu wetu ni mwaminifu, yeye yuko pamoja na sisi na yeye anatembea na sisi. Katika injili tunakutana na mama yetu Bikira Maria, na yeye vile vile anaendelea kutoa shukrani. Leo katika injili tumesikia lozari, tunaposali kuna matendo fulani fulani matendo ya furaha. Leo tumesikia tendo la kwanza la furaha, Yesu ma, mama Maria alimtembelea Elizabeti. Kwa hivyo tukaona kwamba Maria baada ya kupata habari kwamba yeye angekuwa mama wa Mungu, malaika alipomweleza yeye, hakuuliza malaika mambo mengi, alimuuliza tu itawezekanaje, na akaelezwa. Na baada ya kuelezwa hayo, tunaambiwa kwamba akaenda hima mpaka milimani akamfikia akafikia mji mmoja wapo ya Yuda, akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elizabeti. Kwa hivyo katika hii injili nataka tujiulize mambo machache. Kwa hivyo alipoingia kwa hii nyumba ya Elizabeti na kumwamkia Elizabeti, tunaambiwa kitoto kichanga kikaruka tumboni mwake. Kwa hivyo swali la kwanza tunastahili kujiuliza ni mtu akikuuliza Who is a, who is Jesus's youngest disciple? Ukiulizwa mfuasi wa Yesu ambaye alikuwa mchanga kabisa, utasema ni nani? Ni huyu Yohana Mbatizaji. Kwa sababu Yohana Mbatizaji tangu tumboni mwa mama yake alimtambua kwamba huyu Yesu ni mwana wa Mungu na akaruka kwa furaha. Kwa hivyo mtoto akiwa tumboni hii ni muhimu sana kwa kina mama ambao ni wajawazito. Na wangapi hapa ni wajawazito <laughs> eh? hata kama ni siku mbili sasa eh? inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba mtoto akiwa tumboni mwa mama yake anasikia, hawezi akazungumza, lakini anafanya nini? Kwa hivyo akina mama wa wajawazito, wewe ukiwa mjamzito hata eh? Maria alipo huu imba huu wimbo mzuri sana, moyo moyo wangu ndio huu wimbo, aliuimba huyu mtoto alisikia na akafurahi. Kwa hivyo akina mama tuzoee eh kuimba nyimbo za Mungu mtoto akiwa tumboni. Lakini ukianza <laughs> kuimba mwingine. Na uko na mimba my friend. Eh? Hapo uanze kuimba above the head below the belly. Na <laughs> una mimba my friend. <laughs> Eh? <Yeah? laughs> Haitaenda vizuri. Scientific research imefanywa. Ilifanywa na wazungu. So lazima they favor themselves na wakasema kwamba watoto ambao akina mama wakiwa wajawazito walizoea kusikiza classical music. Mnajua classical music, akina Mozart, zile hawa watoto wanazaliwa wakiwa calm na wakiwa wametulia sana na upendo mwingi sana sawasawa. Ni wazungu, ni research na mi napenda research sana, nilienda kufanya research kabla nije hapa ili nijue mambo ya mimba, so nikaambiwa Maraje. hawa akina mama wawili wote walikuwa na mimba, walienda kutembeleana. So wanasema kwamba ukisikiza nyimbo kama hizo, classic music, nyimbo zimetulia, huyo mtoto wako atazaliwa kama ametulia, lakini lakini wewe kama ni wa kukuruka kara kukuru utaona maajabu. mtoto <laughs> huyo anauliza atazaliwa za ngapi, atoke barabarani. Kwa hivyo tunasema <laughs> is very scientific uh, hadithi za jaba hizi, hizi ni hadithi, ni research ambayo imefanyika kabisa. Kwa hivyo tunasema kwamba huyu Yohane Mbatizaji ndiye mfuasi wa Yesu mchanga kabisa, maanake alimtambua Yesu bado akiwa tumboni mwake. Alafu tunauliza swali la pili, who was the first person to make the confession of our creed? Ni nani alikiri imani yetu kwa kwanza kabisa? Na tunajua kwamba kukiri imani yetu kitambo kabisa kuna ilikuwa ni kusema Yesu ni Bwana. Hiyo ndio ilikuwa kukiri imani, kabla hatujakuwa na hii imani, kanuni ya imani hii kubwa ambayo tunaisema kila Jumapili, kitambo ilikuwa kukiri Bwana ni kusema Yesu ni Bwana. Na ukisoma Warumi eh, kumi tisa, Paulo anazungumzia kuhusu swala la kusema kwamba mtu akikiri Yesu ni Bwana ataokoka. Vile vile Paulo kwa Korintho wa kwanza vile vile 1 2 3 nazungumzia kusema Yesu ni Bwana. Na tunaona kwamba Elizabeti ndiye wa kwanza, maanake tunaambiwa naye Elizabeti akajazwa Roho Mtakatifu akapaza sauti akasema, umebarikiwa kuliko wanawake wote na mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Na akauliza kutoka wapi imenifikia heshima ya kutembelewa na mama wa Bwana wangu. Kwa hivyo Elizabeth ndiye alikuwa wa kwanza kukiri imani, na akasema kwamba Maria alikuwa ni mama wa Bwana, na hakuna mtu mwingine alikuwa anaitwa bwana wakati ule, ilikuwa ni Mungu peke yake. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba huyu Elizabeth was the first theologian ambaye yeye eh, ndiye alikiri kwamba huyu kweli alikuwa ni Mungu na mtu. Kwa hivyo huyu tunaona kwamba Elizabeth ye alijazwa na Roho Mtakatifu akasema Yesu ni Bwana. Kwa hivyo tunasema mkristo ni nani? A christian is the one who confesses that Jesus Christ is the Lord, kwamba Yesu ni Bwana. Wewe kama unamkiri Yesu ni Bwana, basi wewe ni mkristo kamili na sio kukiri tu kwamba Kristu ni Bwana. Maisha yako yote lazima yaonyeshe kwamba kweli unamtambua huyu ni Bwana, yeye ni mfalme wa maisha yako. Kwa hivyo mawazo yako, matendo yako, kila kitu ambacho unafanya unastahili kukiri kwamba Kristo ni Bwana. Na hasa mimi nasema ukitaka kujua wewe ni mkristo Angalia yale mambo unafanya ukiwa peke yako, wakati hakuna mtu anakuona, wakati pazia zimerudishwa, wewe ndio utatuambia kama kweli Kristo ni Bwana. Sawa? Kristo ni Bwana wako, unawakita madam <laughs> haya. Kwa hivyo huyu ndiye alikuwa wa kwanza kukiri kwamba Kristo ni Bwana.